Mimi nimesema na nilitangulia kusema ni Mkenya msarendo ambaye anapenda Kenya, ambaye hata huwa hataki kutoka Kenya aende akafanye kazi hizo nchi inaambiwa ina pesa. Mimi kazi yangu iko hapa na pesa yangu iko hapa, kama nitaipata iko hapa. Kwa hivyo nataka kupea ushauri serikali yetu. Sisi ndio tulipitisha katiba ya 2010 na tuliposema ministers wao ni matechnocrats, tulijua ni sababu yake ni gani, kwa sababu inchi haiwezi kuongozwa na wanasiasa tupu, kwa sababu wanasiasa ni wenye kufanya makosa mingi sana, kwa sababu wao wanajipenda wao wenyewe na wanafikirianga wakati ule wako wao wenyewe. Nataka kusema nini? Utaona mbunge saa hii anatukana serikali, lakini akiitwa apewe pesa, yeye kama yeye na familia yake, na apewe tedas, anaanza kuiba serikali. Utaona mtu anapinga serikali na atapinga serikali sababu labda amenyimwa mambo kadhaa. Kwa hivyo, wabunge ni warafi, wabunge ni watu wanajipenda na wanasiasa. Nikisema wabunge ni wanasiasa, ni watu ambao huwa hawana haja na mwananchi wa kawaida, na mwananchi hata aumie asiumie. Ndio sababu suruhisho zingine ambazo zinatolewa na hawa wanasiasa ambao ndio wanaongoza serikali saa hii ndio unaona ni suruhisho ambazo haziwezi kufaa mwananchi wa Kenya. Tukisema tunataka technocrats, tulijua suruhisho zote za Wakenya hazifai kusuruhishwa na siasa, na hata hii ya Gen Z haikuhitaji siasa, haikuhitaji mwanasiasa. Hii ilikuwa inahitaji watu wana akili mzuri, watu ambao ni wasomi watu ambao wana roho za watu, si roho za wanyama, ambao wanasema mtu akiraramika wa hataki kusikiswa hata kidogo. Ajulikane anasikiza anararamika kwa nini, ama analia kwa nini? Apigwe risasi? Hiyo ni roho ya unyama, na huyo mtu hafai kuwa kiongozi, na huyo mtu hafai kuwa hata anashikilia ofisi ya umma anafaa kuwa kwake nyumbani na watoto kama. Yeye akiulizwa maswali na watoto wake anawapiganga marisasi, awapige marisasi huko nyumbani. Kwa hivyo, sisi tunataka watu ambao wana akili mzuri watuongoze Kenya, kwa sababu Kenya hii tumeona saa hii wenye wanatuongoza aidha, wawe elimu yao iko chini sana, hawajielewi ama wawe chini ya, juu yao walikula pesa mpaka wakajisahau, wakasahau kazi yao na wakasahau wao wako kwa sababu ya Wakenya. Kwa hivyo, serikali yetu, muna wajibu wa kumaliza ile shida iko. Wakati mutatumia hekima, muache kutumia masomo yenu, kama ulisoma kwa sababu masomo si haimalizi ujinga lakini ukitumia hekima ambayo imefichwa ndani ya common sense utaweza kuweza kuleta suluhisho ambazo zitafaa hii nchi, kwa sababu unafaa kwanza uelewe huyu mtoto wewe, ni wapi kulianza hii shida na suluhisho yake ni nini, kama wanataka kusikizwa na wanataka yale mambo ambao wameaddress. Manake wao hawakuja kama wajinga Walikuja kama wasomi, manake watoto wetu ni wasomi. Walikuja wakasema, sisi tunataka hii na hii na hii na hii, na wakogojea waone kama itakuwa addressed. Lakini ilianguka kwa masikio ambao ni visiwi. Sasa mumesema mutaua watoto, ni sawa, endeni muue. Ukiua huyo mtoto, unaua mtoto wa baba unaua mtoto wa mama. Hiyo roho ya huyo baba, kama ule baba uchengi vile alikuwa nalia na machungu, unataka kusema machungu hayo itabaki kwa sababu wewe umekubalika, ni mwana ni, ni, serikali ama wewe ni rais ama wewe ni wewe, unaongoza hiyo machungu itaisha kwanini? kwa nini kwa jia gani? Alafu unataka kutuonyesha eti utaua na hiyo maneno iishe tu hivi? Haya, ukiua huyo mtoto umeua rafiki ya mtu. Ukiua mtu, huyo mtoto umeua uh, baba ya mtu. Labda wewe unataka tu iwe tu, badala ya utafute suruhisho ambazo ni mwafaka, suruhihu ambao inaweza kusaidia Kenya, unasema watu wauawe, eti ukienda kuchoma serikali ikuwe ikifika kuchomwa hiyo hiyo station ilitoka wapi? Kitu ingine tutafute hata ushauri wa wazee, kwa sababu hekima imekosekana kwa serikali yetu. Na naomba serikali yetu kwa hayo mengi na madogo, sisi wa Kenya tunapenda nchi yetu, na sisi wa Kenya tutaishi Kenya wenye mtaua mtaua, lakini wenye tutabaki tutabaki, lakini Kenya bado ita, lazima mwisho mwisho itabaki kama Kenya ya Wakenya wenye wanaongozwa ni Wakenya ambao wanaheshimu Wakenya. Hiyo ndio Kenya ile tunataka, katika kusikizana, katika kuelezana, na hakuna mtu hafanyi makosa, na ukifanya makosa ni ugojee kurekebishwa. Kama hautaki wachana na Wakenya, enda ukakae kwa biashara zako kwa sababu wa, wa, wakati wowote wa huko katika ofisi ya Wakenya, lazima tukuulize maswali, lazima tukuambie uwajibike, na lazima tutahakikisha umewajibika. Kama hauwajibiki, tutahakikisha umewajibika kwa jivio vyovyote vile. Kwa hivyo, kwa hayo madogo na machache nimesema, Mungu abariki Kenya na abariki Wakenya, na wenye wameuliwa watoto wao ambao ni ndugu zetu tunaomba msamaha na tumeomba na tumewapa na tumeomba pole.